Tuna watoto leo wanaitwa watoto wa mitaani, lakini kimsingi hakuna mtoto wa mtaani. Ule ni uongo, ni ubabaishaji, ni uzushi. Watoto hawa tunawaona leo wamejazana na mitaani, ambao hatimaye wanakuwa ni bomu la taifa mimi nasema wale, wakati mwingine ni bomu la taifa, kwa sababu watoto wakishakuwa mitaani hawana uangalizi, wakishakuwa mitaani hawana anayewasimamia, wanaweza kufanya lolote, wanaweza kuvuta chochote. Matokeo yake, likitokea jambo la vurugu kama ilivyotokea tarehe 29 au 30, wale wale watoto wa mitaani wanakuwa front line. Namba moja wako mbele kufanya lolote. Lakini sababu hii ni sababu inayotokana na malezi ya sisi wa Tanzania. Tumekataa kuziheshimu dini zetu, tumekataa kuzifuata dini zetu. Nitoe wito kwa Waislamu wasiokuwa Waislamu, matajiri wa Kiislamu, matajiri wa madhehebu zingine, wafanyabiashara, tuendelee kusapoti wale wanaolea mayatima na kusaidia, kama ambavyo leo tunampongeza ndugu yetu Bwana Zakaria Nzuki pamoja na shirika lake la Rock Solution, kwa namna ambavyo anasapoti. Usaidizi haishi kulisha chakula tu. Hapa hivi leo kuna watoto zaidi ya mia moja watapewa vifaa vya shule kamili, watakabidhiwa. Mmeona baadhi viko hapa kama sempo, tutakabidhi hapa Eh, kwa maana wale watoto yatima watapata baadhi avifadhi, ya vifaa vya kwenda kuanzia shule. Kwa hiyo unaona ndugu yetu Bwana Zakaria Nzuki hafanyi kwa maana ya kuwalisha tu. Aha, lakini anasaidia pia ilmu yao kwa sababu mtu mwenye kusaidia elimu ndio amesaidia maisha yako, amesaidia nguvu zako, amesaidia kila kitu chako. Kwa hiyo tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, wa Watanzania tuamke tufate mafundisho ya mtume, tuwalee watoto hawa majumbani na kama mnavojua jambo kubwa lililopotea katika jamii yetu ni malezi ikiwa mtoto mwenye baba na mama hana malezi, unasemaje yule ambaye hana baba? shughuli yao ya kula na watoto yatima. Kwa hiyo na sisi kama sehemu ya wateja wa Bakwata mkoa wa Mwanza, tukaona ni muhimu sana tuweze kurudisha kile ambacho tumepata kutoka kwa, kwa, kutoka kwa wateja wetu kwa, kwa njia hiyo, katika kongamano hili kwa ajili ya kuwaenzi watoto yatima na vilevile kushiriki shughuli za ujenzi wa vituo vya, vituo vya hospitali ambavyo vinajengwa na Bakwata katika mkoa wa Mwanza katika kila kila wilaya. Kwa hiyo ndio lengo kubwa lilikuwa ni hilo. Na napenda vile vile kuwahimiza wanataaluma wenzangu ambao ni mawakili kwa leo hii ambapo nawazungumzia, tujenge utaratibu wa kurudisha kwa jamii vile ambavyo tunakusanya. Yale mapato ambayo tunakusanya kutoka kwa wateja wetu ni muhimu, basi inapofika mwisho wa mwaka au katati ya mwaka, hata ikiwezekana, kama una kipato kizuri, ukaweka utaratibu wa kurudisha kila mwezi ila sisi kwa utaratibu wetu tumeweka utaratibu wa mwaka unaulisha kile ambacho wateja wako wamekupatia na kurudisha kwa jamii ili kuweza kuwasaidia watoto yatima kwa sababu nina ninaimani, mafundisho yamesoma mengi sana hapa kwa dini zote mbili za Wakristo na za Waislamu, kwamba unapohudumia watoto yatima umemgusa Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo sisi ndio msimamo wa ofisi kwamba kushirikiana na, na wateja wetu katika masuala yao mbalimbali ya kijamii tumelifurahia sana haswa sisi ambayo tunawaona watoto wa yatima wanavyoteseka na kuhangaika hususan kipindi hichi cha shule wakishafunga funga wakifungua huwa wazazi wana mawazo makubwa sana. Hatimaye mtu ana watoto watano sita, anagharamika kiasi kikubwa sana cha pesa kuweza kuwarudisha watoto shule, ikiwa hasa madaftari, uniform na kadhalika. Lakini tunamshukuru sana Allah, ampe umri mrefu Sheikh Kabeke, aweze kuendelea kutuhamasisha au kuhamasisha wazazi wengine walioko nje waweze kutoa sadaka zao, kwani watoto yatima huwa wana thawabu kubwa sana, na tumeambiwa tuwanyenyekee watoto yatima, tuwafurahishe watoto yatima. Chiba, kwa kitendo hichi Bakwata alichotufanyia, tunawashukuru sana. Kama walivyotuunganisha sisi mayatima pamoja, tunaomba wadau wengine waendelee kutuunga mkono Usiga na hii na na hii kuulisha watoto yatima nawapongeza na, na sana na Mungu awabariki insha Allah taala kwa Mwenyezi Mungu atakuja alipe ya akhera. Kwa tukio hili la kula na viongozi wa dini linatuondolea upweke kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu baada yani, kabla ya hapo, yani tulikuwa tunajihisi yani, tulikuwa tujihisi kama tunavyojihisi kwa sasa.